Naitwa Profesa Omari Swaleh, naibu rasi kampasi ya Dar es Salaam. Napenda kuchukua fursa hii kuwakaribisha wanafunzi wapya ambao tunategemea kuwapokea kwa mwezi Novemba. Sisi Mzumbe tumejiandaa vyema, tuna miundombinu mizuri ya kisasa, wazungu wanasema state of the art uh, learning uh, infrastructure. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, mwaweze kuenjoy program zetu ambazo tutaanza kuzitoa karibuni sana. 9 degree programs certificate ya accountancy, diploma ya accountancy, diploma ya business administration na pia diploma ya entrepreneurship. Kwa degree programs tuna bachelor in human resources management, bachelor in public administration, pamoja na bachelor in accountancy public sector. Pia tuna programs za masters, masters of business administration, MBA. Tuna masters of science in marketing management tuna masters of science in accounting and finance. Tuna masters of science in procurement and supply chain management. Tuna masters of science in economics and business, hii kwa kifupi tunaita MIB. tuna programs za MPA, masters of public administration, masters of science in human resources management. Pia tuna masters in leadership and management na uh, masters executive programs of business administration pamoja na executive masters of public administration. Tutakuwa na blended program. Blended maana yake ni kwamba programs zitakuwa delivered face to face, ambapo ni physical mwanafunzi anakuwepo darasani, lakini pia hizi program zetu za masters ambazo nimezitaja hapo nyuma zitakuwa zinatolewa pia kwa online, ambapo online itakuwa ni 70% na 30% ni face to face. Kwa hiyo hii inampa mwanafunzi flexibility ya kusoma sehemu yoyote pale alipo, na pia tuna embrace matumizi ya teknolojia, ambapo sasa teknolojia inakwenda kasi sana. Hizi programs zinatoa hiyo nafasi kwa wanafunzi waweze kujifunza popote pale walipo, na kwa wale ambao wanaendelea na wakaribisha, tumejiandaa walimu pamoja na, na, na wafanyakazi wako tayari kuwapokea wanafunzi na pia kuweza kutoa mafunzo ambayo yako kwenye ubora wa hali ya ya juu. Karibuni sana.